Kenya imeandika historia tena baada ya stori ya Kaluma Boy kugusa roho za mamilioni. Sasa Wakenya wamemgeukia Mama Gift, na kinachoendelea nyumbani kwa Mama Gift kimezua mshangao duniani kote. Je, huu ndio mwanzo wa mapinduzi ya wananchi kujisaidia bila kungoja siasa? Hebu tuingie kwa undani zaidi. Kwanza kabisa, sikilizeni sauti ya kijana huyu Mkenya ambaye anasema mara nyingi akiona mambo yanatokea kwenye mitandao huwa anashindwa kujizuia machozi kabisa, kwa sababu hajawahi kufikiria anaweza kuishi kwenye jamii yenye mshikamano kama huu. Now, I've been given an update about Mama Gifts visitation that is going to happen on the 26th of October, 2025. Hey, Kenyans. Kenyans, you are... Hey, bro, yani, you guys are... You are everything. Kenyans, nyinyi ni watu wa maana bana. I don't think I can live in a community that doesn't have Kenyans around me. I, I just don't think so. Because you people are proving to these politicians these leaders, these shambolic leaders that we can do it by ourselves. We can do it. And let me tell you, soon they will want to infiltrate this movement that the TikTok community has started and Kenya has large. They will want to infiltrate it. But let me tell you, haitawezekana sisi tukishaamua tunaenda kuvisit Mama Gift tunaenda. Tukiamua tunaenda kwa Kaluma tunaenda. Tukiamua tunaenda kwa... I know the lineup is the lineup is big, but I want to tell the leadership of this country we will be doing it for ourselves. Mm. Na tutahakikisha tumeifanya. Eh. Kisha kulikuwa na mazungumzo na MC anayejulikana sana nchini Kenya, akizungumza na MC Chris Kirumbi, yule MC wa hafla ya Kaluma Boy, alimwambia wazi ya kwamba anamtaka awe MC katika tukio la Mama Gift kwa sababu akiwepo wanasiasa watapata nafasi ya kuingiza siasa zao. Hii nayo nataka ifikie MC Chris Kirumbi. MC Chris Kirumbi ulikuwa MC kwa kina Kaluma na date 26 October on Sunday. Tunaenda kwa Mama Gift, by any chance wewe ndio utakuwa MC, don't allow any politician to speak in that event. Not only speaking, hatutaruhusu politician yeyote kwanza kuingia kwa hiyo event and that I'm sure we won't allow any politician. Na tukifika huko tuone umepea any politician chance ya kuongea, mimi nitakuja nitachukua hiyo mic na mimi ndiye nitaendelea kutoka hapo because I'm the youngest MC in the

wa kusaidiana na muwe mnaenda kusaidia wenye wanahitaji kusaidiwa na mkiweza muwe mnabemba nduthi zenu mkienda, gari zenu mnaenda na Kenyan prince wenu anatoa 50k huko huko, watu wanashangilia. Na hata hata mkiweza mkiweza mnaingia TikTok live mnaanza kuambia guys, ndio tumefika kwa kwa mama Mama gift Gift e, tap tap the screen ama mkiweza, muende kwa mama Gift before tuende because we we can't go with you. Hatuwezi enda na nyinyi, tutaenda peke yetu sisi na tutaki kuona hata mmoja huko, we don't want to see any politician there. Tulisema hivi tunatengeneza hospitali yetu, mimi kama ndiye naongoza kutengeneza group ya kutengeneza hospitali mimi kama chairman. Na nawacha niseme hiyo hospitali, tunaandika majenzi wenzetu wenye wamesoma majenzi, wenye wamesoma wakakuwa madaktari au ndo tunaandika manas, bado tunaandika majenzi, na hiyo hospitali yetu haitakuwa inatumia sha, na hakuna politician atawaitengenezewa huko, na sisi ndio tumesema goja, hiyo namba iko hapo kwa bio ndo tunatumia kutengeneza group. Goja. Swing Mauno mmoja wa TikTokers maarufu sana nchini Kenya pia alijitokeza. Alisema kwamba awali aliwadharau wa Kenya sana akiwafikiria ni wachekeshaji tu au watu ambao hawako serious, lakini sasa ameona kwamba ni watu wa mshikamano na wakweli wenye mioyo ya dhati. Hey, hi guys. Natumaini mko poa. Mi pia niko poa. Naona nimeamkia hustle kama kawaida Naenda kufunza watoto mimi, na kuanga mwalimu wengi wenyu wamjui, lakini mwalimu wa michezo. So kitu hata imenileta hapa ni kuwashukuru sana, nyinyi ni watu wa maana. Unajua, mimi nadhani ninge mnanisikizanga wakati tunafanya michezo, wakati tunacheka, lakini nimekuja kujua pia wakati tuko serious pia mnanisikiza. So Mungu awabariki sana. Kwa hiyo mtu yeyote alijitokeza kusaidia Kaluma Boy, mtu yeyote, hata kama uliwasaidia na maombi, hata kama ulisaidia mwingine kufika pale, sawa. Mungu awabariki sana. Mo Fam, Mo Fam, Mungu akubariki sana. Pastor Ben wa JCA, Mungu akubariki sana na Sunday tuko huko. Murali wa Modern Furniture of Pacific, thank you so much, God bless you. Muendelee hivyo hivyo. Haya. Priscilla wa Imani, thank you so much. MC Chris, ah. Wewe my brother wewe. Kenyan Prince, thank you so much for showing up, Manzi. Mungu akubariki sana mtu yeyote mwingine mwenye mnajua sijataja. Wenye walijitolea kupeana hema, yenye watu walikaa, yenye baba Kaluma alikuwa amekaa kwa kivuli. Uh, familia yao ilikuwa imekaa vizuri kwa kwa kivuli. Haya. Um, mtu mwingine ni mwenye alileta sound. Thank you so much. Watu wa pikipiki wa kutoka Muranga, Embu sijui wapi. Thank you so much guys. Mulikuja na muka support mahali muliweza. Young Blood Kamotho, thank you so much. Jeshi ya Allah, thank you so much. Yani kila mutu mubarikiwe sana. Kwa familia yakina Kaluma Boy, thank you guys kwa kutupokelea na uzuri na upole, na mkatuvumilia hivo hivo, mkavumilia kelele yetu manzi. Mungu awabariki sana, na muzai atakuwa poa. So guys, nataka niwaombe ini ya mwisho na Mungu usaidie. Siku ingine tu sikuwe tu naomba tu usaidizi. Na waomba sasa. Nyinyi ndo niliona mumesema kwa comment. After Kaluma Boy tunaenda kwa Mama Gift. Mama Gift hata no, nime, nimejua hii story hata I think ni nini. Jana, ni jana ama ni leo asubuhi nimeona comment. Ndo nikapata pia Mama Gift alikuwa amenini. Ame, ame nini box. Akaniambia pia tuko karibu sana embu So Mama Gift pia anahitaji usaidizi wetu. Ladies kujeni hapa. Ya, yeah, ladies for ladies, ndio? Nataka tuingie kwa akaunti ya Mama Gift ameweka namba yake ya simu pale. Tuko pamoja. Before watu wapange siku, mimi nangoja tu mpange siku mseme, alafu mimi nitasema mahali tutapatana, si ndio? Before ifike hiyo siku, mwekeni hata kamia kamia kamia before tujue venye tutafanya. Mtu yeyote angetaka pia kusaidia Mama Gift. Sawa. Mnaweza tokea mpange siku, twende pia tumsupport. Familia moja nataka tukue familia moja, alafu sasa tukimaliza hiyo, tupange road trip moja, hata kama ni ya kwenda Zambia, twende Zambia, alafu turudi. Lakini before that, kwanza tusaidie Mama Gift. Hii ni ya mwisho, Mungu usituletee kitu ingine ngumu kama, wacha tupatanange hata ingine ya furaha, si ndio? E, tusaidie tu Mama Gift and then we are done si ndio eh? Hey, tusaidiane tu ni hiyo tu. Mimi nawaambia kwa leo na Mungu aendelee kuwabariki na hiyo hiyo moyo mko nayo saa hii iendelee tu hivyo hivyo, ya hiyo umoja, hiyo umoja naipenda sana sawa. So guys Mungu awabariki sana nyinyi watu wa nduthi wa Murang'a, na wenye, wenye mlikuja mmeshikana, wa Murang'a sijui na Embu na wapi, nyinyi nafaa tutafutane na nyinyi kwanza tu. Ah, you guys mlifanya kitu kingine safi sana, hakukuwa na vurugu yeyote, kuliko kumetulia. Wewe ushaiona mahali watu wa nduthi wako kumetulia? Wewe walikuwa wametulia, hawana mambo mingi ha, lakini ina noma. So wenye wenye walikuwa wameleta sound huko kwa kina Kaluma Boy na mtu alipiga hiyo picha, hiyo gari yao ya sound walikuwa wameandika namba mahali for hire kama ulikuwa umepiga picha ni ni comment hiyo namba, ya hiyo namba yao ya simu pia, wapate wapate mtu mwenye atawapea kazi, wako na sound sana. Alafu wana move tu na poa eh. Alafu gari kama tutaenda kwa kina mama na hii siyo hadithi ya wanaume peke yake. Mwanamke mmoja Mkenya alionyesha msimamo wake, akisema hataki kabisa kubaki nyuma kwenye harakati hizi. Kwa mtazamo wake, huu ni mwanzo wa Wakenya kufanya kila kitu wao wenyewe: kujenga hospitali, kusaidiana na kusimama bila kusubiri wanasiasa. Juu, do you imagine if 20 million kenyans decided wa contribute kila mtu 50 bob 50 bob tu, that's a billion so if we did 100, that is 2 billion and of course kuna watu wako na uwezo wa kuliko wengine but just make it a minimum of just 50 bob 50 bob tu, ni nini hatuwezi fanya? We can literally go building hospitals region by, region, region by region. All the big, towns, kukwena these centralized, big hospitals. Zenye, instead ya kulipaisha ifanyi kazi, watu wana remit, so, so mbili, you just send it to the hospital. Juu ya the day to day running, watu wenye wanalazwa, madawa, kulipa madaktari. Ni nini hatuwezi fanya? what can't we do Tukitoka kwa mahospitali tuende mashule, tukitoka kwa mashule mabarabara, tech hubs. Ni nini hatuwezi kufanya? Na bila shaka hatuwezi kumsahau Mama Gift mwenyewe. Katika video ya kwanza alijitambulisha kwa wale ambao bado hawamjui, na katika video ya pili alifungua moyo wake akiwakaribisha wote nyumbani kwake. Alisema nafahamu ya kwamba kuna watu wengi wanateseka sana huko nje, na yeye kupata msaada kama huu haichukulii kama jambo dogo, bali ni neema kubwa sana kwake. Ni mgeni karibu kwa live yetu. Kwa majina anaitwa Mama Gift. Gift ni mtoto wangu. Ako na miaka tatu, alizaliwa na cerebral palsy, ni mtoto wa asthmatic, ako na gastro issue na pia ni mtoto ako na conversion disorders. So kande tunakuja refu tukiomba support at least tuna tuweze kununua dawa zake za conversions. Like dawa zetu za conversions they They are very expensive. They reduce kutoka 30,000, kutoka 25,000 to 30,000. Naweza pewa na jirani lakini dawa huwezi pewa. So tafadhali kitu yote tu yenye uko nao unaweza ukatusupport nayo. Kande tunaomba mtu support ene ya mtu tu yenye uko nao, tafadhali. Good morning everyone, mimi ndiye Mama ke Gift. I take this opportunity to welcome you kwetu. Mimi niko Gathogi Gathogi, ko kwa mbondria Embu na Kirinyaga. Wenye mnatoka Nairobi amtafika na amtafika Embu, wenye mnatoka Meru amta, mtapita Embu taun, iko hapo juu kidogo, so karibuni sana And thank you so much for considering me. I know Mungu awabariki sana, na zindi kuwainua hazindi kuwafungulia milango ya baraka zaidi na zaidi, ndio mweze kusaidia pia wengine. So I like your spirit, I like your unity. May this spirit never had Mungu ameona watumie nyinyi kusaidia watu awajiezi. Najua Mungu atazidi kuwabariki kufungulia milango ya baraka. Omekaribishwa sana kadoge. So

hii hadithi ya mama Gift inathibitisha kile ambacho Wakenya wameanza, mshikamano wa wananchi wenyewe bila kusubiri siasa. Baada ya Kaluma Boy sasa ni mama Gift, lakini swali ni moja tu. Je, yeah, huu ndio mwanzo wa harakati mpya za kijamii nchini Kenya na Afrika Mashariki? Niachie maoni yako kwenye comment section, ebwana. Mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo, ebwana, ee. Tukutane kwenye video ijayo.